sisi wazanzibari tumefanya tu dhambi gani hatusikilizani lipi kubwa kuwa raisi sowe kushakuwa Karume kuwa, kuwa raisi sowe kushakuwa sheni si sasa kuna usemi, si naye ataondoka, atakuja mwingine, lakini hatima ya nchi yetu inakwenda wapi? Dkt. Karume anayesema, Babu Duni, nakujua matata, lakini nakufahamu. Kwa hivyo, kwa ufupi, haya yatakayosemwa na mwenyekiti ni matokeo ya mjadala na lugha ya sasa na tafakuri kubwa ya viongozi hao wawili, na sisi wawili tukiyasema, wakenda wakishauriana na kiongozi Dkt. Huseni akirudi, mengine alikuwa magumu mno, lakini tukikaa tunachambua kama karanga, mwisho unaona Babu Karume asema mm -hmm, mm -hmm, na natamani nirudi miaka 20 nyuma na mie ni wemo. kwa hivyo tumefika hapo, tutakapoelezwa sisi, tukawaambia atakwambieni mwenyekiti, tulishaomba ruhusa kwenye chama, tunaambia nanyie endeni mkasikilizane huko, lakini suala la msingi miaka sitini ile hatutokuwepo sisi kufika kule, tunakuandaa sisi tulokuwepo leo. Tukivuruga si kijukuu changu wala chako mzee Karume wala chako Dokta Shene. Maana nawambia mie siamini kwamba mjukuu wa Karume naye atakuwa rais. Akacheka. Sasa kama mjukuu wa Karume hawezi kuwa rais na wa Babu Duni, sidhani kwamba watakuwa rais, lakini aje aishi vipi miaka sitini? Waandalizi ni sisi, na ndugu zangu, sisi sote ni wamoja. Nilimtania si bora simseme pale ngombe wewe. Akaambia ndio si wajukuu zako wana kuja kwangu mie kwa Babu Duni. Eh. Nani hapa hajaolewa na CCM? Nani ni hapa nani hajaolewa si CCM eh, hajaolewa na ACT kama simjomba babu mkwe baba mdogo Tunahitaji kufanya mabadiliko, tuendeshe nchi yetu kwa utulivu. Kwa hivyo, ndugu zangu, sisi tumejitahidi tulivyoweza, nategemea inshallah, na wale vichwa ngumu wasisemwe, atazinduka.